kwa sababu asiyeweza kumpenda jirani yake hawezi ya kumpenda Mungu ambaye anamuona. Ninatoka Yohana wa kwanza tano, Yohana wa kwanza nne mstari wa ishirini. Basi awabariki Mwenyezi kwa mkono <laughs> na ulinzi wako, tazame Roho Mtakatifu umekuwa pamoja nasi kwa muda wa wiki mzima, na leo sasa Baba ni siku yako ya saba ambao ni siku takatifu ya kuweza kukuabudu wewe Baba, tunasema asante. Tazama Baba, ni masomo takatifu tena. Baba, tunapoenda kufungua shule ya Sabato, ewe Mungu tunakuomba uwe pamoja nasi Baba. Ni muendelezo baba ya ibada katika siku ya leo. Tunakuomba Roho takatifu kafungue mioyo yetu kila mmoja wetu baba, hata wengine ambao baba wako njiani kwa majumbani wana mpaka kuja kanisani baba, tunakuomba ukawie baba kuweze kuwahi kanisani na kuweza kusikiliza neno lako takatifu tunaomba Baba, hata tutakapofika katika hekalu lako, tutakapofundishwa mafundisho yako, tukaweza kuyashika na kuyatendea kazi. Baba tufanye kuwa watumishi wako, tusaidie kila mmoja wetu, tusaidia kila atakaye, kila mtu ambaye umemwandaa katika muda wa wiki nzima kwa ajili ya kuhakikisha kile ulichomwandaa pamoja naye. Tusaidie kuwa pamoja nasi hata sisi Baba ambao ni wasikilizaji katugali baba, tukaweze kushika na kuyatendea kazi, maana tube utakuwa pamoja nasi kwa jina, amen. Hebu <tibali> jiulize na ikikupendeza nifanyie kazi. Bwana atubariki sana. Stefano, ni kitu gani kinafuata? wakati k uh, kitu kinachofuata na huu tu, tunaingia katika somo la ukuzaji, somo la ukuziaji, somo la ukuziaji ni somo ambalo tumekuwa tukijifunza kila juma na lina makusudi yake, lakini huenda haubadiliki au halikusaidii kwa sababu umekuwa ukilichukulia kawaida. Kwa siku ya leo, kabla hatujaenda kusikiliza somo la uvuziaje, tunatamani tujue kwanza kwa nini huwa tunajifunza masomo ya uvuziaje. Hebu tupate kijana mmoja atublif kidogo, atueleze kidogo kwa nini tunajifunza masomo haya. Karibu. Kusudi kubwa moja, kukazia mambo fulani ambayo wakati fulani tunakuwa huenda tunayapuuza au hatuyafanyi kwa ubora. Kwa somo la ukuziaji limeletwa kutukumbusha au kukazia mambo hayo, ili tuyafanye kwa ubora. Amina, ubarikiwe sana. Lakini leo tunaenda kujifunza somo, linasema shule Sabato na utume, shule ya Sabato na utume, na utume. Karibu. shiriki ambao wamejisahau katika kuwahi katika shule ya sabato au kuja kanisani. Huu ni muda binafsi kwa sisi washiriki kwenda huko kuwaona na kuwaleta. Hiyo nayo ni mojawapo ya njia ya utumishi kanisani, na tumezoea tu katika vikosi vyetu vya watu sita ni nane, tunaenda kila siku tunajifunza pamoja wale wale ambao tuko kanisani kila siku bishana mambo haya yale ambayo tunayajua. Tumesahau kwamba kuna watu nje ambao wanahitaji zaidi sisi kuwavuta waje kanisani kwa njia ya utume, tuwaone, tuwasaidie kama wana mahitaji au kama ni wagonjwa, tushirikiane nao, tusimame nao. Hiyo na itakuwa ni njia mojawapo ya kuwavuta watu wayo wengi zaidi katika shule ya Sabato. vikosi vya shule ya Sabato, tufanye mabadiliko ili tuendane na maana halisi ya uwepo wa vikosi hivi. Endapo maswali hayo yatajibiwa katika vikosi, basi malengo ya uundaji wa vikosi yatakuwa yametimizwa. Eh, walioandaa hii vikosi vya watu sita walikuwa wana malengo tu kwamba sisi tu ndio tue tunajumuika na tusiwahusishe watu ambao wako nje. Sisi ni majukumu yetu kama sisi wana shule Sabato, tutoke nje tuende tukawavute watu wengi, maana sasa tuko wachache. Lakini tukitoka hapa nje, utfoa kwao, sisi tunatakiwa kama wana kikosi wa shule sabato tushirikiane kwa pamoja, tuwavute namba wanachelewa kanisani, tuwavute waje kanisani mapema na tuweze kujumuika pamoja katika shule ya Sabato. Mungu awabariki. Nachofuata sasa na, tuwakaribishe vijana kwa ajili ya wimbo. Vijana wote karibuni, tutaimba wimbo namba na 151 na kwa furaha sana na kwa nguvu kama vijana limepata changamoto fulani au vijana fulani waliokuwa nyumbani walikuwa sio Wakristo, baadaye walioumiwa wakawa Wakristo, wanakuwa hawana kwa kuanzia. Basi sadaka zetu na sadaka zetu huwa zinasaidia utume sehemu fulani, lakini pia somo la utume linatusaidia kujua ukubwa wa kazi iliyopo. Tunaweza tukadhani sisi hapa ni Wasabato ni wengi sana, lakini tuna nchi ambao hakuna Wasabato Mahae, Kristo, kwa hiyo masomo haya yanatusaidia kujua nchi zenye changamoto ya kutokuwa na Wakristo ya kutofikiwa na neno la Mungu na zinatufanya sisi kuwa na hamasa ya kuongeza juhudi ya kuhubiri neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Eh, mishonari aliyeadhibiwa labda aliyejiandaa karibu <tipa>

mission ya umishonari katika nchi ya Marekani katika jimbo la Atlanta kwa kipindi cha miezi mitatu. Vijana hao walikuwa kufanya kazi katika umishonari katika nchi ya Marekani. Siku za wiki walikuwa wakifanya kazi katika kambi za wakimbizi lakini siku ya Sabato walikuwa wakiwafundisha watu kanisani kuhusiana na Biblia, shule ya Sabato crazy. Katika kazi hii ya umishonari katika nchi ya Korea Kusini, kijana yule Philip alikuwa akifanya kazi na wamishonari wengine, lakini alikuwa akiishi katika chumba pamoja na mishonari mwingine ambaye anaitwa Samuel. Sasa tukae tusikilize hawa watu walifanya nini huko. Tatizo wa mojelowa huyu Samuel alikuwa akiongea taratibu sana, na alikuwa akifikiria sana wakati akitaka kujibu. Sasa hili swala lilikuwa likimuudi sana huyu huyu ambaye tunamwangalia katika somo la leo. Siku moja katika maisha yake ya kila siku Samuel alikuwa akipasha keki ya kwenye kikangio sasa baada ya kupasha akisao kidogo na kile kikagio kikaungua, na ile keki ambayo alikuwa akiipasha ikaungua pia. Sasa hili swali lilimuudhi sana huyo rafiki yake Philip, ambaye alikuwa akifanya auto kazi ya mishanari, japokuwa alikuwa mkimya sana, lakini baada ya kitendo hiki huyu Samuel alizidi sana kumchukiza katika maisha yao. Hali ya chuki ilipoendelea maisha yao katika kazi yao ya mishonari hatimaye, walikuwa hawaongei kabisa, na japokuwa wanaishi kwa pamoja. Sasa siku moja, huyu mishonari anaitwa Samuel, alimwomba huyu kwamba awezi kuomba pamoja kabla ya kwenda kufanya kazi katika kambi za wakimbizi walio wakifanya kila siku.

Sasa Samu alimchukiza sana Filipo kwa sababu ya ombi lake la kuomba kila siku, akimwomba Mungu aweze kumsaidia asimchukie huyu Filipo, ambaye alikuwa wakiishi wote, lakini wanafanya kazi ya Mungu, lakini hawana maelewano yoyote. Sasa kuna kipindi kuwa amebakea mwezi mmoja wakiwa huko Atlanta, kabla ya kumaliza kazi yao mishonari, jambo moja aliweza kutokea katikati yao.

Gari iliharibika kama wanavyoona hapo, iliharibika sana, halitokuwa linaonekani vizuri, lakini walishangaa sana baada ya ajali hiyo, walishangaa kasambu, kwa sababu walitoka kwenye ajali hiyo wakiwa hawana hata mchubuko wowote japokuwa gari liliharibika sana, ilikunjika, kunjika, lakini hawa na kabisa, lakini hawakutoka na mchubuko wa aina yoyote. And he knelt pray, thanking God. Baada ya tukio hiyo kushangaza, hatimaye kwa mara nyingine tena Filipo na Samweli waliweza kupiga magoti na kumwomba Mungu kwa muujiza waliouona kwa ajili ya maisha yao siku hiyo. Sa akaja kugundua kwamba kuna namna Mungu amemleta kwenye hii kazi ya umishenani, na akamweka pamoja na naua, pamoja na kwamba alikuwa na vitu vingi ambavyo vilikuwa vinamsababisha kufikia ndugu yake, lakini aliona kwamba nilikuwa ni mpango tu wa shetani kwa ajili ya kufanikisha kazi yao izi, izi, izi, isifanikiwe huko. From that day on,

Sasa baada ya miezi mitatu kuisha katika safari yao mishonari, ndugu yake Philip na Samu wameweza kurudi kwao Korea Kusini, na baada ya kufika Korea Kusini waliweza kuelezea kuhusiana safari yao na jinsi Mungu amewatendea huko. Sasa ujumbe wa Phil baada ya kurudi kwao Korea Kusini, alikuwa anajiuliza vitu vingi na aliandika vitu vingi amejifunza huko. Aliandika sana lakini, mishoja, na kufuta, lakini mwishoni akaja na ujumbe mmoja ambao alikuwa anasema kwamba Mungu alinichagua mimi, mtu dhaifu mwenye kiburi, lakini alinichagua hivyo hivyo, hakujali chochote kuhusiana na mimi. Sabato ya kumi na tatu kuna sadaka tunatoa kwa ajili ya utume, lakini katika robo hii sadaka yetu ya kumi na tatu tutatoa kwa ajili ya kuanzisha tuo cha mafunzo ashiai katika chuo cha kutoka kwa kamilifu. Somo la leo linatokea katika nchi ya Korea Kusini, natunaisikia na tujiandae kwa ajili ya kuendeleza utume ambao tumeacha na Bwana Yesu Kristo kwa ajili ya kutoa sadaka zetu kwa ajili ya kuanzisha hiyo programu ya umishonari katika kituo ambacho kipo huko Korea Kusini, na Mungu aweze kubariki pale watu wote, na watu wengi watakuwa wanaendelea kuokolewa kupitia tume hii. Mungu awabariki sana. Asante vijana, na uwe na ujasiri wa kutoka mbele ya watu. Kama una vijana wana kazi nzuri sana nadhani, mtaziona wote leo, kama tulivyokushakalezoa, tumeongozwa na idara ya vijana na tutaendelea kuongoza idara ya vijana. Lakini zaidi pia washiriki ni wapongeze kwa kuwa shule sabata. Mungu awabariki sana. Mwendelee na moyo huo huo. Lakini zaidi tukumbushane, tutiane nguvu, tuzidi kwa ipa wengi. Kuna vitu vizuri tunavipata tala matuki wae. Umekuwa nasi tangu mwanzo wa wiki kipindi cha shule sabata. Na sasa tumefikia hitimisho. Tunakualika Baba ukawe nasi. Tunapoelekea katika vipindi vya madarasa na ibada kuu. Roho wako Mtakatifu akatuongoze katika jina Yesu Kristo. Amin.